Jeshi la polisi mkoa wa Arusha kupitia kwa kamanda wake Justin Masejo uh, limethibitisha kuwakamata na kuwashikilia vijana wawili ambao ni Jackson Lubalo na Joseph Mrindoko wanaounda kundi la mtandaoni la Wachokonozi. Akiongea kwa ufupi kwa njia ya simu, kamanda Masejo amethibitisha kuwakamata wawili hao na kusema uchunguzi utakapokamilika jeshi la polisi litatoa taarifa kamili. Jeshi hilo limethibitisha ayo ikiwa ni saa kadhaa tangu mwenyekiti wa kijiji cha Maji ya Chai wilayani Arumeru mkoani Arusha, Masembise akiri kuwa ofisi yake ilipewa taarifa na polisi juu ya kukamatwa kwa mmoja wa vijana hao ambaye ni Josefu Mrindoko. Mbisi alieleza kuwa baada ya kumkamata kijana huyo akiwa kwenye gari dogo akiwa na mtu mwingine anayetajwa kuwa fundi, walikwenda nyumbani kwake na kufanya uchunguzi pamoja na kuchukua vitu mbalimbali ikiwemo kinaza sauti, kamera, stendi ya kamera, vitabu vyake na kuviandikisha chini ya uongozi wa serikali ya kijiji. Hii ni taarifa inayohusu wachokonozi, ambapo jeshi la polisi limekiri kuashikilia